Unasudu kwenye mabenchi , yaani wewe unaogopa mchana kabisa, huyu jamaa vipi huyu, alafu akasema damu ndio imekuja kufanya kazi, eti damu ndio imekuja kukomboa watu duniani. Jamani, damu inakuja kukomboa mtu vipi? Sasa mimi nataka kuuliza, mimi swali langu dogo tu, nataka nimuulize huyu mwankemi. Wakati anasema Yesu ni adamu wa mwisho Alikuwa na akili timamu au hana? Takbir. Short and clear. Mimi nadhani sina haja kuongeza kitu, swali limesikika, tunaomba majibu. Wakati Yesu, wakati tunasema hivyo, je, huyo mwalimu alikuwa na akili timamu au? Yaani, short and clear. Mwalimu, mwenyekiti mwenza, asante mwenyekiti, lakini ninaoja kidogo, utanisamehe sijui haya gani mazingi katoa kwa swali lake sasa. <laughs> Eh, aha, mwalimu anasema kwa sababu alimkusudia mkemwa na yupo, anasema atajibu hivyo. Karibu, karibu mwalimu eh. <laughs>